H nikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kipindi chetu cha leo nitazungumzia jinsi ya kufanya au kukadiria mtaji wa biashara ya uwakala wa simu. Sasa kumekuwa na maswali napata mawili matatu kutoka kwa e, wadau wa wanaomba nifanye makadirio yes ya biashara ya uwakala wa simu makadirio ya mtaji. Sasa mimi nilichofanya nimemtafuta e, bwana mmoja ambaye yeye anafanya biashara ya uwakala wa simu, na yeye akanipatia gharama zake. Kwa hiyo niliona nisi, nisikae tu nikawaza tu maazoni, afadhali nitafute nimtafute muhusika. Kwa hiyo niliongea naye na akanieleza gharama zake. Kwa hiyo kaa na mimi mpaka mwisho wa kipindi nikueleze hizo gharama zake. Je, yeah, zinafika milioni mbili na laki tano? Kwa sababu mimi nimeona niweke eh, kama ndio eh, makisio ya kuwa milioni mbili na laki tano. Sasa tuangalie huyu bwana aliponieleza hizo gharama zake, zinafika milioni mbili na laki tano. Kaa nasi mpaka mwisho wa kipindi. Sasa kabla hatujaingia kwenye gharama zenyewe, kuna umuhimu wa kufahamu vigezo vinavyotumika kukadiria mtaji wa biashara. Hii ni muhimu sana. Sasa kuna aina mbili za vigezo. Kigezo cha kwanza ni zile gharama ambazo zinazohitajika kuanzisha biashara, na kwa kesi yetu sasa hivi ni biashara ya uwakala wa simu. lakini kigezo cha pili ni matakwa ya yule mtu anayefanya biashara au kwa Waingereza wanasema ni test ya mtu, kwa sababu mimi naweza nikawa na test tofauti na wewe. Nikisema test kwa maana mahitaji yangu, sasa inawezekana kwenye vigezo tukaweka kigezo ni hiki, lakini kutokana na wewe mahitaji yako au matakwa yako ukahitaji kitu ambacho kinahitaji pesa nyingi kuliko mwingine. Kwa sasa lazima tuangalie haya mambo mawili. Kwanza ni vile vigezo ambavyo vinakubalika, lakini pili tuone na mhusika ana, ana matakwa gani? Je, anataka biashara kubwa kabisa, au anataka biashara ambayo iko katikati au biashara ya kawaida kabisa chini? Hivi ni vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo tuanze kwanza kuongelea eh, hivyo vigezo Alafu mwisho kwenye kipindi chetu sasa, nitaongelea makisio ya mtaji wa biashara ya mtaji wa biashara ya, wa ya uwakala wa simu mitaji ya biashara. vigezo vya gharama ni kama ifuatavyo. Kwanza kuna gharama zile ambazo zinaitwa za kuanzisha biashara, kwa kesi yetu gharama za kuanzisha biashara ya uwakala wa simu. Sasa hapa ni gharama zote unazolipa mpaka ile siku ambapo unafungua biashara rasmi. Hizi ndio tunazoziita ni, ni gharama e, za kuanzisha biashara. Sasa hapo kuna mifano, kuna usajili kwenye e, bana biashara zimesajiliwe, kuna mambo ya kupata tini namba, kuna mambo ya kupata leseni na kadhalika. Sasa hivi vitu vyote, kuna pengine mwingine anataka kulipa pango la sehemu atakofanya biashara, maana huwezi ukaanza biashara bila ya kuwa na sehemu ya kufanya biashara. Sasa hizi ndio tunazoziita ni gharama za kuanzisha biashara. Namba mbili ni gharama za kufanya biashara. Hizi gharama za kufanya biashara ni kuanzia siku ile, sasa unaanza kufanya biashara. Kuna mahitaji mbalimbali ya kuhusiana na biashara, kuna kununua, kuna kulipa bili za umeme, au kuna kulipa gharama za simu, au kama unatumia kompyuta, au kama kuna mshahara ya wafanyakazi. Sasa hizi ndio tunaita ni gharama za kuendesha biashara, au wengine wanasema gharama za kufanya biashara. Kwa hiyo hicho ni kigezo cha pili. Kigezo cha tatu ni vifaa, kwa sababu kila biashara inahitaji vifaa vya aina fulani. Sasa kwa kesi yetu ya wa wakala wa simu, unaweza ukakuta, labda kwa sababu utaki wateja wako wakija kuchukua pesa na kuweka pesa waanze kutoka jasho, kama kwa mazingira ya hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa unaweza ukaamua kuweka AC, lakini kama mtaji um, unataka haukuruhusu au basi unaweza ukaweka hata siling feni inaopepea inatosha, lakini pia kuna masuala ya kununua makabati eh, na pia kuna wengine wanauza vifaa vifaa vidogo labda vya simu chaja na nini kwenye duka hilo la wakala wa simu. Kwa hiyo hapo kutahitajika mafremu, kutahitajika makabati, lakini pia kuna mashine za kuhesabu pesa, hizo nazo ni za muhimu. Kwa sasa hivi ni vifaa mbalimbali ambavyo vinahitajika sasa hivi, ni vitu vya muhimu sana vya, vya vya kuanzisha nilivyovizungumzia, eh, eh, kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya biashara ya uwakala wa simu. Na mwisho eh, kigezo kinachotumika kwa kesi hii yetu ambayo ni tofauti ni zile pesa za kuanzisha biashara wenyewe wanaita ni float. Kwa sababu uwezi ukaanza uwakala wa simu ukiwa huna pesa kabisa, lazima uwe na pesa, kwa sababu watu wanakuja wana, wana, wanaweka na kuchukua. Sasa unaweza ukaanza mteja wa kwanza akaja anataka kuchukua pesa <laughs> sasa, we, una pesa sasa haiwezekani kwa lazima, uwe na float ili ya kuanzia. Sasa hizo kwa ujumla ndio gharama za eh, zinazohitajika kwa maana gharama za kuanzisha biashara, gharama za kufanya biashara na gharama za kununua vifaa vya biashara. Sasa hapo tumemaliza, kwa hiyo sasa kai tuangalie sehemu ya tatu ambapo sasa tunafanya sasa makari, makadirio ya hizo eh, ya gharama pale ambayo nimezitaja, alafu tuone je, yatafika milioni mbili na laki tano au yatakuwa pungufu au itaongezeka. Sasa tumefika sehemu ya mwisho ambapo tunazungumzia sasa makadirio yetu ya mtaji. Sasa mimi kwa huyo jamaa niliyomwona, yeye ni mtu ambaye ameanzisha wakala wa simu wa kawaida, yaani kwa maana sio wa magharama makubwa <gulia> ili mweze kuelewa, nimechukulia ile gharama za chini kabisa, kwa sababu hata huyo mtu ni sehemu yake wakala, ya uwakala sio ya ya hadhi za juu sana ili tuelewane, msio kasema hizo tu, pesa mbona ndogo sana kwa sasa. Gharama ya kwanza e, ni ya kusajili biashara kule BRELA ambapo hapa tumepata shilingi elfu ishirini na tano. E, na gharama ya pili, gharama ya pili ni leseni ya biashara. Hizi ni leseni ndogo, kwa hiyo unapata kwenye halmashauri inayohusika. E, na hii e, ni elfu thelathini na tano gharama nyingine ni malipo ya kodi ya pale pango atakapofanyia biashara eh, kwa sababu lazima u, u, u, hii inalipwa ya mwanzo eh, kwa sababu bila hivyo huwezi ukaanza biashara. Kwa hiyo kodi ya pango ya sehemu kufanya biashara umechukua tu sehemu ambayo e, of course, hiyo sehemu ambapo pamekaa kaa vizuri, kwa maana kuna maduka, maduka kuna biashara nyingine. Kwa hiyo pale tumechukua laki tatu kwa maana hii laki tatu inalipwa kwa miezi mitatu kwa maana kila mwezi ni laki moja. Kwa hiyo ndio tumepata hiyo laki tatu. Sasa nyingine hii sasa ndio gharama kubwa hizi, sasa ndio gharama za kufanya hiyo biashara au za kuanzisha hiyo biashara, kwa sababu hiyo ya mwanzo nilioambia ni gharama za ku- uh, kuanzisha biashara. Sasa tunaingia kwenye gharama za kufanya biashara yenyewe ni kama ifuatavyo kwanza kuna ile kitu anaita float, yani zile pesa sasa ambazo unaanza nazo siku ya kwanza tu. Unaanza haji mtu kuweka pesa na kuja mtu anaanza kutaka pesa, sasa lazima uwe na pesa. Kwa hiyo anasema alianza na laki nane. Kwa hiyo hapo float tuna laki nane. E, kingine anasema unahitaji simu, uwezi ukafanya miamala bila ya simu na sasa, simu lazima hiyo, kidogo sio ya hali ya juu sana, lakini angalau iwe simu ina, inaonekana. Kwa hiyo yeye ametumia laki moja na nusu kwa simu. Sasa ina, hiyo simu inafaa, inatosha. Alafu gharama nyingine ni printa, kuna kunahitajika kuwa na printer. Kuna watu wanataka virisiti viwe na nani waende navyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kapinta kapinta kadogo tu, ambapo ni ka shilingi kwa hapa yameniambia ni shilingi laki moja. Alafu kingine e, wanasema kibeti e, na vifaa vifaa vingine vidogo vidogo vya sehemu ya kuweka pesa, maana lazima uwe na sehemu ya kuweka fedha kuzifani kuzificha, e, ilolote likitokea zisije zikaibiwa hela zote au sefu kwa hiyo kuna vigharama gharama pale ambapo nimeweka sa jumla, vinakuwa ni laki nne. Sasa hiyo ni gharama za kuanzisha kufanya biashara. Sasa mwisho tuende kwenye e, sasa hiyo gharama vifaa hivyo gharama za kuanzisha biashara jumla kwa jinsi nilivyozieleza hapo zinakuja milioni moja laki nne na elfu hamsini hizo zitaja hizo sijui mambo ya froti simu sijui na vibeti na vitu kama hivyo, inakuja milioni moja laki nne na elfu hamsini. Sasa mwisho tuende kwenye vifaa, vifaa mbalimbali vinavyohitajika. Mimi nimekuwa nimesema mambo labda, kunahitaji ceiling fan, kunahitaji vikabati, kuna vitu na hivyo, hii nimeweka laki tatu halafu mwisho kabisa ni gharama mbalimbali hizi za kulipa mshahara mfanyakazi, sijui kulipa umeme na vitu kama hivyo, nao nimeweka laki tatu. Sasa jumla ya haya makisio yangu yote inakuja milioni mbili laki nne na elfu kumi. Sasa makadirio mwanzo mimi niliweka milioni mbili na laki tano, hii imekuja milioni mbili laki nne na elfu kumi. Kwa hiyo niko ndani ya yale makadirio. Sasa kama utanifuata, kama nilivyofanya, kama una shilingi zako milioni mbili na laki tano, zinatosha kabisa kuanzisha biashara ya uwakala wa simu bila wasiwasi. Kwa hiyo naona nimejitahidi kuweka e, analysis au mchanganuo wa makadirio ya mtaji e, wa uwakala wa simu. Eh, naona niishie hapo eh, isipokuwa nina wito ya kuwa naomba msubscribe kwenye huduma zetu, ili msikose kuona vipindi vyetu au ya Tan Business Channel, television. Lakini pia kama una swali unaweza ukaniuliza mimi, nitajitahidi kukujibu. Mara nyingi maswali ninapoulizwa huwa nayajibu. Na mwisho naona niishe hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asanteni na karibu tena. Mitaji ya biashara.